nipe nafasi moyoni naumia, kwao ni kazi nyingi ambazo ukizisikiliza mwenyewe uta respect kichwa na mazingira utasogea. Mwaiba kwa ngoma, kama ukitaka kunipata TikTok huyo utaandika Mwaiba time kazi, yani t heat time kazi, au sio? Leo plan yetu na mambo mengine ni kwa sababu ya mashikaji mambo mambo, kama bonge bo, kama hivyo, ni kazi ambazo zinaenda mtandaoni, kazi zetu ambazo tunazielewa na mambo mengine. Tunajua mambo yetu haya, msiki sometimes ana changamoto nyingi. Jana uh, nilimtumia Zuchu ngoma asa akaisikiliza vizuri, ila alihitaji kuwa mi nimtumia na video kutokana, mii ikamwambia kuwa ela kushuti video mimi kipengele na ngoma hiyo nato umenikataa. Ukishaingia mtandaoni YouTube andika Mwaiba TV Uda, utaona kuna ngoma mwenyeto umenikataa, ndo ngoma ambao nilipostia Zuchu jana na alisikiliza kaielewa sana, umeona. Ila sasa alidai alitaka video video, mimi elahuti video mimi kipengele, sababu na ngoma yenyewe ilipo record nimejipambania sana, umeona, na mambo mengine kama hivo. Kwa hiyo big up sana kutokana kimbosokani mbosokani. Unajua sometimes navyosema kuwa ichi kichwa ichi kinafanana nambosokani na mambo mengine support pia, najua sindo wasanii wadogo wadogo nini underground zinatusumbua sana ko tukifika sehemu fulani ambazo kidogo tutaona uta, maisha ya mziki jinsi tutaona yalivyo na mambo mengine kama ilo. Respect ila kama hio, natakiwa ingia mtandaoni na mambo mengine uta respect ngoma zangu nyingi kama hivyo, na kuna ngoma ambayo tuliandaa rap inaitwa mtani kwetu, mtani kwetu jao eh, mtani kwetu jao ni bonge la rap. Ye hey, tumepiga kama Loma na Stamina, yani blo ananiuliza maswali pale ma mazingira kuhusu ya mtaa nini na mambo mengine pale. Umeona eh, acho boya wewe, acho jinga, mbona nimesikia nzapo mtaani wanamkinza hmm? Umemsahau, anakaa mitaa ya kati, tena apapa Bongo maeneo ya mvula, hati banajitoa akili najitoa mento blaza, najitoa akili eh? najitoa mento, simwambie mwenyewe anaka karibu na ghetto, alikufanya tani kuko na haso yani mwanaume nguvu kuto ulitokwa jasho. Yule demu yao yule demu kipengele, nimemwomba mazingira, yeye anapiga kelele kwa mapenzi, tumepishana nikamua ni songe mbele, laji boy kwanza. Samahani, hivi hapa tani kwanza demu wako nani muona? Kwa hiyo ni ngoma fulani hivi hapa, ambayo tumepiga kama Roma na Stamina na biti tuliuziwa na na studio kina Stamina wenyewe ndo ameruhusu biti kuingia na mambo mengine kama hivyo, kwao umetupatia biti. Kwa hiyo na sisi tumefanya kama Roma na Stamina ile pale, na tungeforce sana kuingia studio zao, ya kutokana na mazingira ya listo, kuna ya hela na mazingira mengine. Si unajua si ndo tupo chini chini kidogo, sometimes hela zinatusumbua sana, umeona? No, no. Kwa hiyo kama hivyo, na umenikataa ni bonge la kazi pale, katikati kuna ingela fulani hivi Imemshirikisha mchezi boti anaitwa Ladi Boy, kuna mchezi boti kapiga anaitwa Chacha Boy, umeona. Kwa hiyo na mambo mengine, naitwa bonge la kazi, naitwa umenipatana na mambo mengine, penzila kama baby yani tamta mmeniweza penzila mm, kama baby yani tamta mmeniweza umeniwe, yani kama ndege kwa ulimbo umeninasa yani kama ndege kwa ulimbo mi umeninasa, na ukiwa mbali mm na -hmm. Mimi moyo wangu unateseka. Na ukiwa mbali na mi moyo wangu na unateseka. Mbono umenikata, mbono umenikata, umenikata, mbono umenikata, j umenikata, mbono umenikata, yeah. Umenikata, mbono umenikata umenikataa mbona umenikataa, umenikataa mbona umenikataa, umenikataa. Umenikataa, umenikataa kama hivyo katikati pale kuna lapo umeingia mazingira fulani pale ah. Uzuri wako mwenzako, nakupa kodi. Uzuri wako mwenzako, mwenzako mimi ni popoi. Uzuri wako naniona kama toy. Baby uzuri wako mwenzako, nanichanganya unaniona mimi sifai <laughs> unanitupa, una unani mtaani. Baby unaniona mimi jabali. Pren, leo unanikataa, nilikupenda sana nikakweka ndani nikakona kimwana, leo umevunja fani. Naona unaenda unanipa hai chosili, mwenzako mina kipaji. Naona unaenda unanipa hai chosili, mwenzako mina kipaji. Maana bebi kwako mimi nilizama, nilipoa, nilikona kama kimwana. Mbona bebi sasa unanichanganya, ulitaka nini? Mbona ulisema banana Yani bonge la kazi mwanangu, kitaka madini kama haya, mwanangu, andika Mweba TV. YouTube respect kama hivyo, ila kutokana ni ngeni channel, channel bado ni mpya mtandaoni, kwa hiyo inakuwa kama ukishaingia hapo ukishaingiao ukishaandika Mweba TV na kutopata usumbufu, utatumia njia ya Google, utaingia Google, uta google pale, utaandika vile vile Mweba TV. Ukishaandika Mweba TV, Mweba TV imeandikwa, ukisha inakuletea, inakuletea kwa herufi kubwa, utaplay. Ukisha play pale inakupeleka mazima YouTube. Yaani kama YouTube inakusumbua, ukishaingia ukishatumia njia ya Google ni njia ya mkato ambayo ukisha play pale Mwaiba TV kwa ile kubwa ina inasogeza huku YouTube. Yaani unahamishwa YouTube, unazidi kuziona kazi pale, uta comment na mambo mengine. Usisahau kusubscribe sababu ndio kila kitu na mazingira si unajua respect zetu kama hivyo na mambo mengine ya tupo na ya tupo hapa saluni hapa tunakula mjoo na mengine. Kwa hiyo manangu, kama hivi yani, kama unaelewa mazingira msiki na respect kama hizi nini, mambo ya burudani, ingia, kiki, ya burudani unaweza ukaingia hapo pandiko MWAIBA TV kama hivyo ya. Na nilishia, kwa hiyo chuchu nilishamtumia ngoma, ngoma imeenda, tunaoni ngoma, kaiona kaisikiliza vizuri ngoma, kailewa, umeona. Kwa hiyo respect, respect ndio hizo za kushuti video ambao tunapambania sasa hivi, umeona. Kwa hiyo sasa hivi kilipo sasa hivi wa changa changa kidogo, nikifikia stage fulani tunaingia ku, tunaingia kushuti mazima tunaingia kushuti sababu nahitaji video alafu mazingira mfukoni mfuko wa ruhusu si unajua kwa hiyo kama hivyo sikilizieni yani sikilizieni kwa video ipo video ipo mtaipata video na mazingira mingine kwa hiyo respect tena hivyo na mambo mingine mbe yani tuna tunasonga kikamanda kama hivi Oh, eh, ngoja ni watafutie ngoma kwanza ni waache na ngoma sio wa mazingira. Eh, ni waache na ngoma wenyewe hiyo watu unasikiliza, respect hapo mtaku. Na ukishaita, ukishai kubali zaidi utaingia mtandaoni kama nilivyokuelekeza. Respect, yeah, na ngoma hii. Ngoja ni waache. Anaona ah, ina machaa, anaona ina kachava. Na wewe na kachanga. Kwa hiyo respect. Ila kuna kazi ambayo hapo mezani mwanangu ni ongela kazi.

hudiga kama hivyo na mambo mengine, bye bye, baibai, au sio? 26